Siasa ya Tanzania ni siasa ya usawa na ni kwa sababu serikali ni chombo ambacho kinapelekwa na chama cha siasa ambacho kiko mahiri sana, ambacho ni CCM. Eh, siasa ya Tanzania inakwenda vizuri kwa sababu tunatembea sana na tunaambiwa vinginevyo, siasa ikiwa mbovu nchini huwezi kupata wawekezaji, na leo hii kuna watu wengi sana wanapenda kuja kuwekeza Tanzania connection bado zinakwenda hovyo kidogo sana, lakini uh, wanapenda kuja oh, kuongeza Tanzania connection. Connection ipi? bi bimaana kuna watu ambao walikuja Tanzania kabla ya awamu wa sita, wakapata dharuba kidogo ya hapa na pale, kwa hiyo wakawa give up. Hawa hawana tena hamu ya kurudi Tanzania, lakini katika awamu ya sita wengi wanatamani kurudi kwa sababu sasa hivi Uh, serikali imebadilisha mambo mengi sana na imefanya urahisi wa wawekezaji kuweza kusaidiwa kwa haraka ili waweze kuwekeza nchini. Kwa hiyo, hii ni mojawapo ya kitu ambacho kina kinatusaidia kina sana Tanzania kupata wawekezaji. Sasa mmekuwa mm, pengine kwa unavyozungumza, maana yake una baadhi ya ushahidi mnao. Sasa inapotokea kwa mfano kwa mheshimiwa uh, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema Lissu, anapozungumza kwamba anafanya kitu kuna maridhiano yanatakiwa yafanyike, e, kama hayatafanyika basi kuna vitu vya uchaguzi havitaenda, pengine nyinyi wenye mnayotembea tembea na kuona mnaweza mlizungumzie vipi? No, kitu cha kwanza ambacho ninaweza nikaongea ni kwamba Tanzanian people should stop to the dirty politics languages. Waache kabisa kuzungumza hovyo, siasa haipelekwi hivyo, Turudi kwenye utamaduni wetu wa kuheshimiana na vyama vingi, ambavyo tunasema ni vyama pinzani Tanzania, vinakosa heshima kwa sababu vinataka madaraka. Na ukitaka madaraka, huwezi kutaka madaraka bila kuwaeleza watu ambao watakupigia kura kitu gani kipya ambacho utofanya tofauti na chama ambacho sasa hivi kinaendesha nchi kitu gani ambacho utafanya kipya cha maendeleo katika jamii ambacho kitakuwa tofauti na rais ambaye aliyopo madarakani? Kitu ambacho vyama vya upinzani Tanzania havielewi kitu hicho. Wenyewe wameng'angana tu kwamba CCM mbaya, rais afanye kitu, huyu afanye kitu, sijui nini. Haiwezekani, lete option mezani. Huyu mama akitoka sisi tuichukua dola, tutafanya moja mbili tatu, convince wapiga kura wako, convince wa Tanzania kwamba sisi tunakuja na ajenda mpya. Lakini ukikaa kazi yako kupiga kelele, kusema hivi, kusema hivi, kusema hivi dhidi ya serikali, sio moja ambayo itakufanya wewe kupata kura kwa Tanzania huko tunakokwenda, hasha, haiwezekani. Lakini vilevile vile, ustarabu mie msikia Lissu anazungumza, anasema no reform no elections sawa. So, that is very predatory incursion against our national security. Nimependa kuongea kwa Kiingereza kwa sababu tunajua kwamba wanatumwa na watu wazungu, ili wazungu na wenyewe waweze kuelewa nimesema kitu gani. Is very bad, is against the law of the land. Kama anasema hivyo, kama atafanya hivyo, hakuna serikali itamkubalia hakuna Tanzania mtanzania ambayo ana akili njema na ambayo anatakia taifa lake mema atakubali hicho kitu kitokee no ele no reforms no elections wapi ulishaona duniani hicho kinatokea unless otherwise unataka kuleta vurugu nchini umeshatengeneza vikundi vya kuleta vurugu nchini lakini kwa kuwa tuna ustaarabu na kutaka taifa liendelee huwezi kusema neno kama hilo nchi zingine tayari ngepelekwa mahakamani ili atueleze No, no reforms, no elections angetueleza. Lakini kwa sababu Tanzania vile vile tuna tunafumbiana macho na nini na nini, ndio maana tunasema funika kao mwanaharamu wa pili.